Hey, mambo vipi? Karibu sana. Jina langu ni Mohamed Hafidh. Video hii ya leo nitakwenda kukuonyesha jinsi gani ya kutazama kama kompyuta yako ipo na Wi-Fi. Na hii imetokana na swali la moja ya mwenzetu ambaye aliweza kuweka katika comment katika video zilizopita anahitaji kujua vipi ataweza kuona laptop yake kama ipo na Wi-Fi. Na wewe kama una swali lolote, kuna kitu unahitaji kufahamishwa, niambie katika sehemu ya comment tutaweza kufahamishana kama hivi kwa vitendo kwa kurekodi screen, na wewe ukaweza kufata ukaweza kuona kile kitu ambacho unakihitaji ama kuweza kukifanya. So, kuweza kujua kama laptop yako iko na wifi njoo katika hii icon ya window, right click, usije uka left click. Uka left click itafunguka kama hivi, hakisha una right click. Itafunguka hizi features mbalimbali, main settings tofauti. Njoo katika sehemu iliyoandikwa device manager, click hapa Device Manager itafunguka. Device Manager kama hivi, kuna device nyingi sana za kompyuta yako, kuna driver mbalimbali mbali za kompyuta yako. Hapa njo katika sehemu inayosomeka network adapters, click hapa, itafungua kama hivi. Utaona vile vilivyokusanywa ndani ya hii network adapter. Kama utakutana na kitu kinachosomeka wifi ama wireless, basi moja kwa moja kwa njia hii rahisi kabisa tayari utatambua kuwa laptop yako ipo na wifi. Kama hauoni sehemu yoyote kati ya hizi zilizofunguka katika network adapter inayosomeka wifi ama wireless, basi tia mashaka, laptop yako itakuwa imekosekana wifi. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kutazama wifi katika kompyuta yako kwa urahisi kabisa. Yule ambaye aliweza kuhitaji kutambua namna gani ya kutazama wifi katika laptop yake. Nadhani tayari nimeweza kukufahamisha kwa vitendo kabisa, hatua kwa hatua, na natumai utaweza kuona kama uh, laptop yako ipo na wifi ama la. Lakini vile vile, kama una swali lolote, kuna kitu unahitaji kufahamishwa, nambie katika sehemu ya comment, nitaweza kukufahamisha na utaweza kutazama mwenyewe ukiwa na laptop yako ama kompyuta yako. So sina la ziada, asante sana, tukutane wakati mwingine, like video hii, baada ya kuweza kuona hapa wifi ama wireless katika hii network adapters, moja kwa moja pia utaweza kuona katika taskbar yako icon hii ya uh, wifi ama ya kuweza kuconnect. Ukifungua hapa utaona hapa e, ipo icon ya wifi ikiwa tayari una uwezo kuconnect na network yoyote na kuweza kutumia. Sante sana like video hii, share na wengine nao wapate kujifunza vitu vidogo kama hivi, lakini pia kuna watu ambao bado wanaanza kujifunza kompyuta wanahitaji kuvifahamu ili waweze kujua nao jinsi ya kuona vitu kama hivi. Sante sana tukutane wakati mwingine.